Video mpya imeibuka ikimwonyesha kamanda mmoja wa polisi Tanzania akidai kuwa hakuna mtu hata mmoja aliyekufa wakati wa maandamano yaliyofanyika Tanzania, lakini siku chache kabla, pia kiongozi mwingine alionekana akitishia raia wanaokosoa serikali, huku wengine wakisema idadi ya waliouawa inaweza kuwa zaidi ya watu elfu kumi. Leo hapa Mizuka Media, tunakuletea video nne ambazo zimezua mjadala mkubwa wa Tanzania na tunazichambua moja baada ya nyingine. Unadhani nani anasema ukweli? Kwanza kabisa tunaanza na video ambayo imezua mjadala mkubwa mtandaoni: kamanda wa polisi akionekana akisema kwa ujasiri kwamba hakuna vifo vilivyotokea wakati wa maandamano ya Tanzania. Kauli hii imewashangaza wengi, hasa ikizingatiwa kwamba vyombo vya habari vya kimataifa kama Al Jazeera vimeripoti kuwa angalau watu kumi walipoteza maisha, huku wapinzani wakidai kuwa idadi hiyo inaweza kufika mamia ya watu. Swali ni je, kamanda huyo alikuwa anajaribu kutuliza hali au alikuwa anaficha ukweli? Hebu tazama kipande hiki cha video kwa umakini zaidi. <mucho> hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa, hakuna mwananchi pamoja na kukamata, ambaye labda labda kwamba pamoja na kuwakamata, lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwachia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao, lakini pia tunao wawili ambao tunawashikiria kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii, ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkono wake tisa hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Hawa wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunashikilia watu kumi na moja ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri lakini baada ya hapo, baada ya kujadiliana, kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Hata swali la mwisho, zipo taarifa zinazoendelea kwamba kuna baadhi ya raia wao na kitu kwa jeshi la polisi wa raia jeshi la asalama kwa pia ndugu wao, kama tupate ukweli kwa jioni yaya, hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni mojawapo watu ambao tukiwapata tutawachukulia tuta, hatua tuta, tuta. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda na nini, si watu wa ndugu. Hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ya ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu, ndio ilitufanya tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation ya mafunzo, afande sipia wadi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja baada ya video hii kusambaa, mitandao ya kijamii ililipuka kwa hasira na maswali mengi. Wengine wakisema serikali inajaribu kupunguza ukubwa wa kilichotokea, huku wengine wakiamini kamanda anaongea ukweli. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, siku kadhaa kabla ya video ya polisi huyu, video nyingine ya kiongozi wa CCM imeenea. Ndani yake anasikika akisema kwamba wale wanaotumia simu zao kukosoa serikali, wakipotea watu wasiulize walipo. Kisha anawaambia watu, pigieni makofi CCM. Kauli hii inaonekana kama onyo kali kwa vijana ambao wamekuwa mstari wa mbele kuikosoa serikali kupitia mitandao ya kijamii hebu. Tazama sehemu yake ya maneno. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza, msi watafute hawa. Piga makofi kwa CCM maneno haya yameibua hofu kubwa. Je, Tanzania inaingia kwenye enzi mpya ya ukimya na vitisho? Wengi wanasema hii ni ishara kwamba uhuru wa maoni uko hatarini. Lakini mambo hayaishii hapo. Dada mmoja maarufu kutoka Tanzania anayeishi Marekani, Mange Kimambi, ametoa kauli zito sana mtandaoni. Anadai kuwa kwa mujibu wa taarifa alizo nazo, Rais Samia Suluhu amewaua zaidi ya watu elfu kumi katika ghasia hizi. Kauli hii imesababisha mafuriko ya maoni, wengine wakimuunga mkono, wengine wakisema amepitiliza bila ushahidi. Tazama kipande hiki cha video. Nawaambieni mi dada yenu wa taifa, Samia kaua zaidi ya Watanzania elfu kumi Gen Z zaidi ya elfu kumi kaua Samia hii. Nawaambieni dada yenu, kuna siku mtaiprove, siku Samia akitoka nje ya madaraka pale, familia zitakapoweza kutoka public na kusema majina na kusema watu waliopotea, watu wakiweza kutoka nitaona dadai, nilikuwa naambia kweli. Samia kaua zaidi ya jenzi elfu kumi kule Tunduma. Tunduma na Mbeya ndo kaua wengi. Tunduma ndo wameuliwa wengi. Tunduma na Mbeya alikuwa anaingiza askari nyumba kwa nyumba wanasaka watoto wa kiume wanawapiga risasi. Huyu sio rais, ndugu yangu, huyu sio rais, ndugu zetu. Samia sio rais, huyu ni adui wa Tanzania. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya kimataifa vinasema idadi kamili haijadhibitishwa, lakini wanakiri kuwa kumekuwa na vifo kadhaa na visa vya ukandamizaji wa maandamano. Na kama kawaida, Mange Kimambi hakuweza kukaa kimya. Katika video nyingine, Mange aliuliza swali zito sana, ya kwamba je, ingekuwaje kama mastaa wakubwa kama Diamond Platnumz, Alikiba, Nandy, Zuchu, Billnasi na wengine wangesimama na wananchi kudai haki zao? Watu wengi walisema huu ulikuwa ni wito wa ujasiri na kuamsha dhamira ya wasanii kutumia sauti zao kwa mabadiliko. Ndio maana siwaelewagi wasanii wenu. Bila nyinyi wale ni nani? Ni nani wale? Leo mnapigwa risasi, mnakufa, wale wasanii wenu wanaposti video nyimbo zao kama kawaida, wanatoa tu matamko ya kipumbavu kama nimewakwaza, samahani, kama imewakwaza samahani. Watu wamezika ndugu, marafiki You imagine kama Alikiba Diamond Platinum wangesimama mienzi iliyopita, wakasema, Watanzania tupambane, tunaonewa, Watanzania tupambane, huu uchaguzi sio. Kwa nini huyu anafunga watu wengine wasipambania urais? Kwa nini awagombe kina Diamond? Imagine kina Diamond, kina Zuchu, kina Alikiba, kina Harmonize, Hey, kina Mario, hey, kina Nandi kina kina Bilnas kina wapumbavu wengine wote wale wa walamata wale walamata wale wala, hey, wala wasani wa malamata imajini, wale wote wangesimama, wangesema Tanzania tusikubali uu utekaji. Mange Kimambi amekuwa sauti kubwa kwa Watanzania wa diaspora, na sauti yake mara nyingi huchochea mijadala mikubwa kuhusu uhuru, uongozi na haki za raia. Kwa hiyo ukiangalia video hizi zote nne, kuna picha mbili tofauti kabisa, serikali ikisema hakuna vifo, viongozi wakionya wananchi, na upande mwingine watu wakisema kuna mauaji makubwa na ukandamizaji. Sasa swali ni je, Tanzania inaelekea wapi? Je, tutashuhudia vita taarifa kati ya ukweli na propaganda? Niachie maoni yako kwenye comment section uniambie, je, unaamini kauli ya kamanda wa polisi kwamba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 wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute. Hawa piga makofi kwa CCM.